Hapo sasa, tunaingia katika magazeti. Nina habari leo, Jumapili mengi yamezungumzwa katika gazeti hili, lakini kubwa, masomo ya sayansi sasa lazima sekondari, ndio kichwa cha habari kikionyesha hapa, lakini kubwa pia lingine, ugonjwa wa homa ya ini ni tishio. Haya, kazi kwenu. Masomo ya sayansi lazima, anaokimbia hesabu sasa, kazi ipo, imerejesha masomo hayo Tanzania inasema a, sakata la operesheni Ukuta A, AG Masaju mwanasheria mkuu huyo, Skinana katibu mkuu wa CCM Mashinji, huyu e, ni katibu wa, wa Chadema IGP Mangu wa waitwa mezani, kurasa mbele, ndio kubwa Mtanzania. Nimezungumza hayo na Mzalendo linasema, Shibuda anasema JPM rafiki wa watu wanyonge, asema wanamchukia ni wavivu na mafisadi. Hiyo kubwa kurasa wa mbele. Zanzibar Leo lenye linasema uh, mali za CCM Zanzibar pasua kichwa maskani adaiwa kuuzwa kinyemela, fedha za vitega uchumi zaishia mifukoni, uhakiki rasmi waanza wahusika kukiona. eh alafu ile ya michezo ipo kwa Yanga msabilia eh, uh, timu manji ukurasa wa mbele kabisa, na Jambo Leo Jumapili nasema Watanzania wakosa imani na rais, huu ni utafiti, upo ukurasa huu wa mbele Ukinua nakala hii utaweza kupata zaidi. Utafiti huo unasemaje? Ndio kubwa jambo leo Jumapili limekuja hivyo. Jumapili majira yenyewe, nasema Shibuda azijibu tuhuma za JPM. Huyu ni katibu wa Ada Tadea, huyu ashangazwa Magufuli kuitwa dikteta katili, ataka upinzani kuacha siasa za mipasho. Ndio kubwa lipo hapa e, na ile ya hesabu e, uh, sana mwanafunzi ipo hapa Majira, sauti ya watu daima Lisu anasema sitanyamaza, asema amri za rais Magufuli hazina nafasi mahakamani, ataamba operesheni ukuta kutikisa kila kona ya nchi. Ipo hapa, ndio kubwa Tanzania Daima ambapo e, Sunday News lenyewe linasema kubwa ni hiyo e, waziri anasema masomo ya sayansi sasa e, ni lazima. Ipo ukurasa huu wa mbele, ndio kubwa fuale walaji wa, wa nyama wametahadharishwa hapa, pia kurasa zake za ndani. Sunday News ndio kubwa, ambapo nikigeuza tu e, Sunday News inazungumzia kuhusiana na Yanga kumwachia klabu Manji ndiyo kubwa hiyo e, miaka kumi bwana amepewa hiyo, amekodishwa na twende. Tanzania Daima ilisema Yanga yakodishwa kwa Manji miaka kumi ndio hiyo hiyo na Simba Dei kufikia kilele hapo kesho, ndio habari nyingine, tofauti na Majira ikisema Manji haichukua Yanga. Yanga Mtibwa hakuna mbabe, ni mechi ya kirafiki hiyo, ipo kurasa Majira, ambapo Jambo Leo lenyewe likisema Manji akodishiwa ya ile Yanga tu, ipo hapa. Simba wafanya usafi wa usajili wengine watano, ndio kubwa, ambapo Zanzibar Leo vile vile, ile Yanga ipo hapa. Simba kamaisha usajili mapro na Azam ya usajili magana mgana, mwe, mwingine na Mzimbabwe na Mzalendo kubwa, ndio hilo, Yanga neema tupu eh hey, baada ya miaka kumi kuipa mpa manju mwalinyo au afia tu crop na wenga ndio tofauti hilo ambapo kubwa lingine katika mtanzania ile ya yanga ipo lakini ya mwalinyo pia dai wenga crop hawana maadili ni mtanzania ambapo habari leo likisema uh, manji kama nilivyokuambia eh hey, hey, ya kodi ya isha yanga imeendelea hapa sanegete hivi mbia afrika kusini simba afagia barabara msimbazi ni habari tofauti uh, eh, habari leo tukienda magazeti pendwa michezo dimba lenyewe kubwa likisema Historia ni historia. Yanga yakodishwa miaka kumi, ndio kubwa tu hilo ambapo. Uh, nikigeuza nyuma likisema kumekucha, Mani United Lester zafungua pazia leo na Arsenal yagonga mtu nane bila wenga kicheko. Haya, Sporti Starehe likisema uh, bunduki za Simba za hapa Manji jeuri zaidi ya moo ipo hapa. Kuna sababu nyingi za nyuma. Spoti stare weupe, ninasema weupe sana, ipo hapa. Wengi anasema tatizo sio pesa. Leicester mtosa Kante, zawadi ya gari leo. Linasema simba hii raha imerudi, mafugo anogesha mazoezi, yatamka mazito. Kuna sababu nyingi za nyuma hapa, kifumbi, leo hii ngawa esani, Leicester City, Manchester United ndio kubwa. Ndio habari ya mjini leo. Ukurasa huo nimehitimisha katika magazeti pendwa ya michezo na burudani i ni washukuru tutu...